Matendo wa Mitume sura 20 mstari wa 28, nitakusomea anasema: jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo, ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Msisitizo ambao Mungu anaotupa, anatuambia, kwanza tulitunze kundi yani, waumini ambao tu wako mbele yetu tuwatunze. Jambo la pili, yanasema tulilishe kundi, ambayo kundi hilo sio la kwetu. Sisi tukisema kwamba hawa ni watu wangu, tunakosea. Ni kundi ambalo nafsi nafsi za hawa watu zimenunuliwa kwa damu ya Mungu mwenyewe. Yeye ndo anayetumiliki sisi, tunayemwamini Bwana Yesu a ugomvi wa makanisa mengi hasa kipentekoste ya kusema kwamba hawa watu wangu, hawa watu wangu, kana kwamba sisi ndio tumewalipia deni, tumewasabia kuwa wenye haki. Ni kundi ambalo limenunuliwa na damu ya Yesu Kristo, damu ya Mungu mwenyewe. Haleluya! Kwa hiyo yoyote yule ambaye aliyoko chini ya maagano ya miungu fulani kabla hajapata neema ya wokovu, siku ambapo neema ya wokovu inajifunua kwenye maisha yake ile nguvu ya maagano za damu za wanyama au damu za watu au matambiko mengine ya pombe na vyakula ni lazima imwachie, kwa sababu rasmi anapomwamini na kumkiri Yesu Kristo. Automatic ile damu au uhai Kristo alioutoa na kuutoa unamnunua nafsi ya yule mtu. Kwanza anaanza kumilikiwa na nani? Na Mungu. Anapokuwa anazidi kukiri kile ambacho damu Yesu Kristo ulichofanya kwenye maisha yake, ile nguvu ya ile uhai wa Kristo aliofanya unaweza kudhihirika kwenye maisha yake. Anakuwa mbali na uonevu, anakuwa mbali na hatia, anakuwa mbali na dhambi, anakuwa mbali na magonjwa, baada ya kukiri kile ambacho uhai wa Kristo Yesu ulichofanya miaka 2000 iliyopita. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya tano mstari wa 9, anasema wale wazee ishirini na nne na wale wenye uhai wanne wanainama na kuimba wanamwambia Bwana Yesu kwamba, wewe wastahili, kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na kila lugha na kila jamaa na kila taifa. Kazi ya wazee 24, na wale wenye uhai wanne wanamwinamia Yesu Kristo kwenye kiti cha enzi wanaweza sue, wanamwambia wewe, ulichinjwa, damu yako ulimwaga, ukanunua watu wa kila kabila, kila taifa, kila jamii na kila uko kunotuujnojanaemanapelo. Kwa hiyo automatic yule ambaye ameokoka hata ambaye hajaokoka, Yesu Kristo alishamwaga damu, alishautoa uhai wake kwa ajili ya watu wote duniani lakini hiyo damu iweze kufanya kazi, hiyo damu iweze kufanya kazi, lazima atokee mtu aamini na akiri kile ambacho Kristo Yesu alichokifanya. Ndio kitakuwa kina manufaa, atakuwa ni mnufaikaji wa damu ya Yesu Kristo, kwa ni wale tu watakaoamini kazi ya msalaba, au kazi kamilifu Yesu Kristo aliyoifanya kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa kumi na nane na kumi na tisa. Nitakusomea, anasema mstari wa kumi na tisa anasema nani, mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani, kama ya mwanakondoo asiye na ila asiye na waa. Yaani, damu ya Yesu Kristo, tulikombolewa sio kwa vitu vinavyoharibika. Kwa hiyo tunapowambia leo washirika kwamba lete hichi au lete mbuzi au chinja hivi, ili Mungu aweze kukuonekania katika laana za baba zako, tunamaanisha kwamba vitu vinavyoharibika vinaweza vikawakomboa watu, ambao sio kweli. Tulikombolewa kwa damu ya thamani isiyo na mawaa, isiyo na doa, damu yenye ukamilifu. Ni damu ya Yesu Kristo, ni damu ya Mungu mwenyewe. Vitu tunavyovitoa haviwezi kumkomboa mtu na siku moja, ni kwa sababu tu tunatengeneza mazingira ya kupata pesa kwenye mikono na mifuko ya washirika. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe. Waefeso sura ya pili mstari wa 13, Waefeso 2:13 anasema lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Damu Yesu Kristo imefanya kazi ya kutupatanisha. Tulikuwa mbali, tumetengwa. Maana dhambi ni kuwekwa mbali, kutengwa na Mungu, si ndio? Baada ya kumwamini Yesu Kristo na kazi aliyoifanya kamilifu ya kidhabihu, ule uhai Kristo aliyoutoa umekuwa ni moja ya njia ya kuturudisha na kuleta karibu na Mungu. Ukisoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 18 anasema, katika yeye huyo, katika Kristo Yesu kwa damu yake, mimi na wewe, sisi sote tumepata njia ya kumkaribia nani? Kumkaribia Mungu, kumkaribia Baba kwa Roho moja pia. Waibrania sura ya 10 mstari wa 19 na 20 anasema, basi ndugu zangu kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu yake Yesu, njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya iliyo hai, ipitayo katika pazia, yani mwili wake mwenyewe. Tuna ujasiri wa kupiga magoti na kunyanyua mikono yetu na kuliitia jina la Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo wakati anakata roho pale Calvary msalabani saa tisa ya alasiri wakati wa agano la kale, kwenye hekalu ilikuwa inawekwa pazia kutenganisha patakatifu patakatifu, kwamba wanaingia kuhani mkuu tu peke yake. Lakini ukisoma kitabu cha Mathayo, Mathayo sura ya 27 mstari wa moja, wakati Yesu anakata roho pazia, pazia la hekalu lilifanyaje? Ilipasuka katikati, ikimaanisha kwamba lile pazia la hekalu kule Yerusalemu haitakuwa ndo kizuizi cha watu kumkaribia Baba. Yesu Kristo alikuwa ni pazia yoyote, atakaye mwamini atapata njia ya kumkaribia nani? Baba. Andika Yohana 14:6, Yohana 14:6 anasema, mimi Yesu anasema, mimi ni kweli, mimi ni kweli ndio njia na uzima, si ndio? Eh, hakuna mtu anaweza kumpeleka mtu mbinguni, hakuna dhehebu, hakuna dini inaweza kumpeleka mtu mbinguni. Ni Kristo Yesu ndiyo njia ya sisi kwenda meko sisi ambao ni mitume manabii waingilizi walimu wachungaji maskofu viongozi wa e, imani tumepewa neema kulingana na hiyo matendo mitume 20:28 ya kuangalia kuliangalia kundi kulichunga kundi kulielekeza kulionya kwa upendo na kwa kuwachukulia ila hatuwamiliki wake na hatuna watu hatu- hatuna njia ya kuwapeleka tu mbinguni zaidi ya Yesu Kristo tunaye mhubiri na kumtangaza. Sio kama kuna mtu mmoja kwa ananielewa vaap